Ilikuwa hali ya mguu niponye ni katika kanisa la PCA eneo la Mwiki, kaunti ya Nairobi, alipohudhuria ibada ya Jumapili aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, ibada ikisitishwa kwa muda baada ya wahuni kuingia kanisani humo kwa nia ya kuvuruga mkutano huo, walinzi wa Gachagua wakianza kufyatua risasi angani kulitawanya genge hilo la vijana na hali ya utulivu iliporejea, viongozi wa kanisa pamoja na wanasiasa waliokuwa katika kanisa hilo wakianza kulikemea tendo hilo, huku wakiisuta serikali kwa kutowapa ulinzi wa kutosha mahali. Uh, kwa sababu uh, constitution inaturuhusu vile. Kwa hivyo hakuna mtu anastahili, hata ukiwa uko hapa, nataka kukuambia katika lo za nchi huwezi, uh, kukuja kuleta furugu

huku akidai kuwa rais ndiye aliyoipanga njama hiyo. Aidha, Gachagua akiwataka wafuasi wake kusalia na utulivu, huku akidai kuwa hata shurutisho kusalia kimya. Kenya is a country of the rule of law and constitutionalism, na katiba yetu has granted several freedoms ikiwemo freedom of worship, freedom of association, freedom of speech, freedom of movement tumeona a concerted effort to curtail our freedom to move around the country. Sisi tungependa kuambia hao vijana kwamba ni sawa, you have intimidated regarding enough times. Mlimtoa kwa kiti yake, akanyamaza, akaenda nyumbani, mkamfuata nyumbani, mkachukua askari wake, mkaenda kwa familia yake, akienda matanga, mnampiga kule Ameamua kunyamaza, ameamua kufanya mambo yake. Leo amekuja kuomba Mwenyezi Mungu tena, mnamfuata. That is inhuman of you Mr. President. I didn't mind kutumiwa goons kila pahali. Kama hivyo ndivyo rais ameamua Wandani wa Gachagua kimsuta inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja, kwa kutompa ulinzi Rigathi Gachagua. Watoto wetu wameuawa, watoto wa jenzi umefuta. Wale waliokusaidia kupata urais wakiongozwa na Rigathi Gachagua, Ndende, Nyoro, Midhika Linturi Moses Kuria na mengine mengi. Wananchi nao wakitoa maoni yao kutokana na matokeo kanisani humo. Hapana kwa... ifa iko hivyo, kila mtu ako na ruhusa ya kuongea, ako na ruhusa ya kusikizwa. Kilicho na maana kama anaambia watu kitu iko na maana inavaa itekelezwe, kama ni kitu ina maana inavaa kupuuziliwa anafaa kufanya mkutano mahali anataka. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua pamoja na wanasiasa wengine wandani wake walioandamana naye siku ya leo wamekemea tendo lililotokea siku ya leo ambapo wahuni walijaribu kuvuruga mkutano wake katika eneo la Kasarani. Wandani wa Gachagua sasa wanaitaka serikali kumpatia Gachagua walinda usalama. Nikiripotia runinga ya CBS TV kutoka katika eneo la Kasarani, kaunti ya Nairobi, naitwa Shadrack Kareria.